ulikuwa unasema mimi ni mluya. Ukipanda na mkikuu akipiga watu unasema mimi ni mluya, ulikuwa unaacha unaachiliwa kwa sababu mluya alikuwa kwa vita. Mluya alikuwa anakaa, alikuwa spectators. In fact tu, watu wakifukuzwa mluya alikuwa anaenda kwa maduka kuiba chakula wanakula. Alikuwa anaenda kwa kwa kwa masupermarket wanaiba, wanabeba, wanaenda kwa nyumbani. Alikuwa anakaa tu nyumbani vizuri na peace. Ni mkipigana na mluya alikuwa alikuwa anakaa na peace. Na hiyo mbele ya Mungu uliza mluya mwenye alikuwa ndio ratia wakati. Ha, mauliza walue wakati mwenye amekoma mwenye mekoma mwenye anakumbuka 27 clashes, hakukuwa kuwa anapigana. In fact ungesema ni mlio alikuwa naachiliwa pia okay? 27 my friend, unajua watu wa miaka 25 to 30 kurudi chini, imagine mtu wa miaka mtu wa 25 sasa ako na miaka 20 mtu wa hata akifika 2027 atakuwa na miaka 27, you can imagine, huyu mtoto hata hajui. Anything may happen in Kenya, so I think tunafaa kufunzwa sana about unity. Kenya tunafaa tuongee kuhusu unity, unity, unity. Tukikaribia election, alafu ikwe illegal kulipa goons kwenda kuharibu kitu. Watch up, una vile vile nani alitembea centro, mtu mwenye wa Ruto vile alitembea centro hata kama walikuwa wamelipa watu wakuja wahudhurie hadharani Ae, nilifurahia sana hakuna mtu alimtusi hakuna mtu alimrushia mawe tulikuwa tuna amani tunamkubali kama ukubali ukienda Southern Sudan wanapigana by the way wako Kenya wanapigana kwa sababu kitu moja wanasiasa And because of their own interest. Ukienda DRC, wanapigana siasa, okay? Sababu, ni juu ya siasa my friend. Northern Sudan uko Sudan vita, vita wapigane.